Idara ya ujasusi, tume ya kukabili ufisadi na mahakama zitashirikiana kwa mara ya kwanza kukomesha visa vya ufisadi mahakamani. Akizungumza kwenye uzinduzi wa mwongozo wa kupambana na ufisadi katika idara ya mahakama, jaji mkuu Martha Koome aliagiza vikao vya kamati itakayoshirikisha wakazi, idara ya ujasusi na tume ya EACC katika kila mahakama ili kuripoti na kuchunguza tuhuma za ufisadi dhidi ya maafisa wa mahakama. Mwanahabari wetu Wili Lusige. Anatuarifu mengi. Uzinduzi wa pamoja wa mwongozo wa kukabiliana na ufisadi umekuwa kama ilani kwa wanaopokea mlungula mahakamani kuwa zao za arobaini zinaelekea kutimia. The three arms of government resolved to forge A united front in the fight against corruption. Kwa mara ya kwanza mahakama kote nchini zitakuwa na kamati zinazojumuisha wakaazi, maafisa wa mahakama, polisi, idara ya ujasusi na EACC ili kupokea malalamishi ya ufisadi dhidi ya maafisa wa mahakama We are And resolving service delivering gaps at the grassroots level. Si hayo tu, direct Mwongozo mpya utafanikisha asasi mbalimbali mbali kushirikiana na kubadilishana habari moja kwa moja kwa mara ya kwanza ili kuwanasa wafisadi mahakamani. What It is our shared branch to strengthen integrity. Hatua hiyo inalenga kurahisisha kutatuliwa kwa kesi za ufisadi na kutibua njama za ufisadi hususan kwenye idara ya mahakama. The framework if well implemented will be a game changer in enhancing a coordinated war against corruption. Idara ya mashtaka ya umma ikitaka mgao zaidi wa bajeti ili kuajiri maafisa zaidi wa mashtaka watakaohusishwa kwenye kesi za ufisadi. Additional budgetary allocation for the office to hire additional prosecutors who will be trained to specialize in anti-corruption matters. Mwongozo huu utatekelezwa mara moja. Huku wengi wakishabikia kuzinduliwa rasmi kwa mwongozo mpya wa kupambana na ufisadi, macho yote sasa yanalenga kuangalia utekelezwaji wake ikiwa utafanikiwa au utafeli ikilinganishwa na michakato mingine kama hiyo iliyoanzishwa katika siku za awali. Willy Lusige, Runinga ya Citizen Nairobi.